Ulinipea watoto watano ama wanne, si mmoja. Alikuwa mtoto wa sista ya bwanangu, akamwambia akamwambia, mm, yu a 8 months akamwambia, so unanipima un, unapima kilo ngapi ya yeah, unga clients are waste eh, are waiting akamwambia, I have two cancer patients who have paid me deposit akamwambia daktari hajatoa bone marrow alisema

Aha, kwa hivu nataka aje. Saizi si wakati wa kuongea tafadhali. Please, please nipe time. Kapu, usiende. Kwa nini ananiambia kwa mefesi ile side? So nataka tujue. So nataka tukifika point ya kwenda mm -hmm. Nataka niambie bena shoot mm -hmm. Na ile side mm -hmm. So unajua kishoti ile side, utafikiria kwamba wako naye, unajua uh -huh. Tafesi ile, so wakati nitakusign no? uh -huh. Takuwa nimeambia n ameshoot. Wewe ukitokea hivyo unajua tafesi si so, utawaambush na nyuma. uh -huh. So, mimi nikikata katikati mishoni, nitakuwa nimeingia uh -huh. uh -huh. So, so so, na hivi uh -huh. Then be perfect. <laughs>

Nani? unaenda wapi hapa? Tu ya chini, lala chini, lala chini. Ndio mnajua kufanya vitu hapa. Simama. Simama. Mama. Baba. Ndio mnajua kufanya. Leta mkono, leta mkono. Ndio mnajifanya mna ujinga hapa, kukimbia. Mwingine uko wapi? Toka twende. Wapi? wapi mwingine ako wapi? mwingine acha kuleta ujinga, uko naye. Gai huyu amepigwa risasi aleni! Nini unafanya wewe? Shit! Shit! mwingine amepigwa risasi, wewe kaa chini Samaritan, chini chini, chini, chini Samaritan, chini n seretan niko chini wewe mtu wa kamera ka chini wewe fanwuko wewe nyamaza gay ie see we ka chini weeen uko chini huyu ana bleed bana, huyu ana bleed. Huyu amepigwa risasi. Officer.

Afisa, afisa. Kimbia, kimbia, tuangalie huyo jamaa. Simama hapo. Okay. Hello. Hello. Hello. Hello. Albo. Albo. Alvin. Nakwambia Upigie upigie makasi, mwambie organize kama ile gari yetu inaweza nini, anaweza chukua huyo msichana. Amepigwa risasi. Jamaa ametoroka wapi? Amepigwa risasi ya tumbo. Amepigwa risasi ya tumbo. Amepigwa risasi ya tumbo huyo mama ya. Fanya hivi, organize venye kama sasa. Nani mwingine? Nani yako kwa ofisi? Ofisa, mimi sijui nazatoa nini, backup si nimuitishe? Eh, wacha ikuja. Hata si Beni wako pale. Beni hata ndio wale wamekuja. Beni ndio wale. Beni ndio wale wamekuja. Eh? Jasi u si record damu. Usimrekodi. Wewe toka hapa na hiyo kamera enda huko. We toka hapo kabisa. Toka, toka uende. Nini unafanya hapo? Wacha ni-organize nini gloves. Sasa huyu huyu anafanya apelekwa hospitali. Unasikia kweli wewe? Hebu simama. Simama wacha kuwa na mambo mingi wewe. Wewe ninyi ndio mmekoa wakora wanyamko hapa. Mbona huyo mwingine hapatikani? Huyo mwingine hapatikani kwa nini? Amekimbia wapi? Nipe time. Nipe time please.

hivi, wewe enda rekodie vitu zako huko kwanza, kwanza nipe time.

Madam, please nimekuambia wacha kurekodi, please. Nimekuambia wacha kurekodi mama, mabusu, ambao, mm -hmm. <laughs> Madam ungetoka, please tutakuelezea. Wacha mambo zako hmm, za kurekodi hmm. Information ya nini? Information ya nini? Officer, hata mi ninaona ni kama nimejeruhiwa kidogo hmm. <susurye> nimepata nini? Ninaona hiyo ni nini anyalipiga ilipita mm. miss, lakini bahati nzuri. Pole, pole. Mm-hmm. Okay. <sighs> <sighs>

No, no, no, no. No. I cannot allow. No, no, no, go. Ebu madam toka venye umeambiwa. Toka, toka please. Una wakina nani? Toka. Enda. Toka tafadhali madam, tusikosane. Please toka kabisa hapa, toka kabisa. Watu wa kamera, tokeni endeni kabisa huko. Wewe, nani shughulika hapo na kodiri hapo? Na hao wengine muweke huyo ni madam. Si ameingia kwa gari. <laughs> Wacha wengine wamweka kwa gari <laughs> We amuka hapa, amuka, amuka haraka. Amuka. Huyu aende na yengine kwa dawa kipelekwa hospitali huyu aende ndani. Simama. Amuka twende kwa gari. We simama bana wewe usiki. Simama twende. Peleka nini, ndio hapa ndio hapo hii side ndio hapo. Ingiza hiyo gari. Ingia kwa gari. Ingia. Ingia kwa kwa gari. Alvin, pita hivyo. Shughulika, kuja tufanye huko hapa first aid. Amepigwa risasi huyu. Hivi jaribu kuvaa hizi gloves, wacha ni nao polisi hawa. Hata hakuna gari yenyewe, wanaita na wananiambia wanaita koriri, wanaita koriri mgani? Seriously, jaribu kunini tuone kama tunaweza mpeleka, lakini simuita polisi mimi. Siwezi beba huyu mtu. Ndio hapa kwa gari. Si nimekukataza mambo ya kamera? Huyu ni nani, nani sasa? Si utoke hapa, mbona mtoka na mambo kamera zako? Toka nani, wewe toka nani, toka. Hakuna mambo ya kamera hapa wakati tunafanya kazi zingine. Unasikia? Wacha kurekodi hapa vitu mnarekodi. Wewe mtu wa kamera toka hapa kabisa enda. Gari iko tayari. Gari iko tayari. Nini? Hatutaki kamera hapa. Toka. Mama Derrick. Mama Derrick. Mama Derrick. Mimi nitadiliana na wewe madam. Wacha nikwambie, nitadiliana na wewe vibaya kabisa. Toka hapa na wewe mambo ya kamera kabisa huko. Hapa hii ni mambo gani siri? Toka hapa uende. Ndio wenyewe ninyi ndio mliniambia nikuja na yeye hapa.